Wanasema kila barabara ina mwisho wake, lakini kuna barabara moja ambayo mwisho wake ni kaburi lisiloonekana. Usiku wa manane, barabara ya Chole hupiga kelele za roho waliopotea, na basi moja tu hupita humo, B'Raka Bus, basi lisilozimika lisilopata ajali, lakini kila safari yake hupotea mtu mmoja. Dereva kijana kutoka Iringa alidhani amepata bahati, kumbe alikuwa amesaini roho yake mwenyewe. Kila usiku abiria mmoja hufa kimya kimya, ndoto zinageuka kuwa kilio na sauti ya msichana mdogo husikika ndani ya basi ikisema, kwa nini uliniacha? Niko hapa ndani. Hii si hadithi ya kawaida, ni laana ya B'Raka Bus. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii na niambie kwenye komenti unatazama ukiwa wapi leo, Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Usiku wa manane, barabara ya Chole haikuwahi kuwa tulivu. Ilikuwa barabara ya giza yenye miti mirefu inayoning'imia kama mikono ya mizimu wengi waliita barabara ya wafu, lakini kwa madereva waliokuwa na tamaa ya mafanikio ilikuwa njia ya bahati. Mhusika wetu mkuu aliitwa Deo Mwangila, kijana maskini kutoka Iringa, aliyokuwa amehangaika miaka mingi kutafuta kazi. Baada ya kujaribu kila kitu, kutoka udereva wa bajaji hadi bodaboda, hakuwahi kufanikiwa. Ndipo rafiki yake wa zamani B'Raka alimwita Dar es Salaam kumsaidia kuendesha basi jipya lililoitwa B'Raka Bus, basi lililosemekana halijawahi pata ajali halikuwahi kuzimika, na kila safari ilileta hela nyingi ajabu. Deo hakujua safari hiyo ndiyo ingekuwa mwanzo wa mwisho wa roho yake. Alipofika Dar es Salaam, alimkuta B'Raka akiwa na maisha ya kifahari. Alimiliki nyumba kubwa, magari kadhaa na heshima kubwa miongoni mwa madereva. Lakini sura yake haikuwa kama zamani. Macho yake yalionekana kama ya mtu asiyelala, mwenye kivuli kinachoishi ndani yake. Braka akimkumbatia Deo, akasema, "Karibu ndugu yangu. Nilijua siku moja tutarudiana. Na sasa nitakufanya uwe mtu mkubwa kuliko ndoto zako." Deo akasema, Asante kaka. Nilikata tamaa kabisa. Niko tayari kufanya chochote. Maneno hayo ya kufanya chochote yalikuwa kama sahihi ya roho yake bila yeye kujua. Siku ya kwanza kazini, Deo alipewa majukumu ya kuendesha usiku. Abiria walikuwa wachache. Wengi walikuwa wafanyabiashara na wasafiri wa safari ndefu. Lakini kila alipofika kituo fulani kinachoitwa Mtoni Kijichi, jambo la ajabu lilitokea. Wakati abiria wote walipolala, braka alikuwa akizima taa za ndani, akafungua kioo cha mbele na kunomiona maneno ya ajabu: roho ya mwezi wa saba, toa kafara cha usiku huu. Mara moja basi lilitetemeka kwenye kioo cha mbele Deo aliona kivuli cha mtu kilichokuwa kipaa juu ya abiria mmoja. Kisha abiria huyo alianza kupumua kwa shida na kufa kimya kimya. Asubuhi B'Raka alisema, usiogope, safari ya bahati lazima iwe na waliopotea. roho zao ndizo mafuta ya mafanikio yetu. Deo alihisi damu baridi ikimtiririka mgongoni lakini kumbukumbu kumbu ya maisha yake magumu na ahadi ya utajiri ilimfanya anyamaze. Baada ya wiki mbili, maisha ya Deo yalibadilika. Alianza kuvaa vizuri, kulipa kodi kwa wakati, na hata kumpeleka mama yake hospitali. Lakini kila alipolala, aliota ndoto moja ya ajabu, akiwa ndani ya basi lililojaa moshi na abiria waliokuwa wakimlilia waachie waende. Alipoamka jaso lilimwagika usoni na akahisi sauti ikinong'ona kichwani, kila abiria mmoja ni sawasawa na roho moja. Siku moja walichukua abiria kutoka Ubungo, kati yao alikuwepo msichana mdogo mwenye macho ya maumivu makubwa, akijitambulisha kama Asha binti ya Tima, anaenda kwa mjomba wake Tanga. Alikaa kiti cha nyuma akitabasamu kwa hofu, lakini usiku ulipofika Braka alikazia macho kwenye kioo chake cha mbele, akatoa sanduku dogo la chuma, akatoa kitu kama ufuli wa kale, akakiweka kwenye usukani, kisha akasema, leo tunahitaji roho safi ya asiye na doa. Deo alitambua maana yake mara moja, walitaka roho ya yule msichana mdogo. Deo akasema, hapana, huyo ni mtoto Braka, hatuwezi Raka, kwa sauti nzito akasema, kaka, kila utajiri una gharama. Leo ni zamu ya roho yake. Ukikataa, basi roho yako ndiyo itakayolipwa. Deu alianza kutetemeka, lakini kabla hajafanya chochote, basi likapita daraja dogo lililojaa mugu. Asha alianza kulia akisema, kuna mtu ananivuta, dereva tafadhali simamisha basi. Mara basi lote likatetemeka, taa zikazima na kioo cha mbele kikapasuka kwa radi ya ghafla. Kabla Deo hajajua kinachoendelea, basi likasimama katikati ya barabara na Asha akatoweka. Asubuhi, hakuna mtu aliyemkumbuka Asha isipokuwa Deo. Orodha ya abiria haikuonyesha jina lake. Hata mabaki yake hayakuonekana. Lakini Deo aliporudi nyumbani, alikuta tiketi ya Asha kwenye mfuko wake ikiwa na maandishi mapya yasiyo na kawaida. Yalikuwa yameandikwa, roho yake imefungwa, mfunguo uko kwako. Kuanzia siku hiyo kila aliposhika usukani alisikia sauti ya msichana akisema, kwa nini uliniacha? Niko hapa ndani. Usiku uliofuata Deyo aliamua kufuatilia siri hiyo. Aliingia gereji ambako basi lilihifadhiwa na chini ya usukani aliona ufuli wa chuma uking'aa kama moto. Alipougusa, mlango wa basi ukajifunga, taa zikawashwa, na kiti cha dereva kikaanza kuzunguka chenyewe. Karibu nyumbani, dereva mpya wa B'Raka Bus. Kila mfunguo una roho yake, Deo, na leo wewe ndiye funguo yangu mpya. Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, ungefanyaje kama ungekuwa wewe kwenye nafasi yake? Andika maoni yako hapo chini. Like video hii. Share na rafiki zako wa Facebook au TikTok. Na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye video ijayo. Bye.